Kuna historia pa nasema, mimi nina mke wangu ambaye nilimzuia kutumia Instagram na TikTok akafutaga, ila baadaye nikagundua kuwa alikuwa nayo akaunti ya siri ya Instagram. Sikumwame chochote, bali niliamua kuunda akaunti mpya kwa jina bandia na nikaanza kumtongoza wife kupitia akaunti fake. Kweli bana, siku zikaenda, mke wangu akakubali na mahusiano yakaanza kukua taratibu Nikampa sana hela na zawadi. Hapa sikuhofia kupoteza hela sababu ni sinamtumia mke wangu bana. Basi akiomba hela tu, mi natuma. Alikuwa akiniomba picha, mi natuma picha za mshikaji wangu ambaye wife hamjui kabisa. Nilikuwa na picha za mshikaji wangu na video za kutosha, yani. Sasa cha ajabu ni kwamba ghafla mke wangu akaanza kunichukia mimi ambaye ni mume wake halisi na akaanza kumpenda huyo mume wa Insta bila kujua kuwa ni mtu yule yule ambaye ni mimi. Hmm. Nilikuwa nikimwomba hata video au picha za uchi, anatuma bila kujua ananitumia mimi mumewe yeye. Yeah, anahisi anamtumia mwanaume mwingine. Roho ilikuwa inaniuma sana, ila ndio hivyo ndio niko kwenye uchunguzi. Mke wangu akawa ananiongelea sana vibaya huko nje kwamba na mcheat sijui simridhishi mara simtunzi vitu ambavyo vyote ilikuwa ni uongo. Baada ya miezi mitatu ya usia, uhusiano nikamwambia mwache mumeo ili tuone, na akakubali bila kujua kuwa ana chati na mimi ambaye ni mume wake halisi. Hatari hey. Basi akaanza kuzua matatizo na vituko nyumbani kwa sababu ndogondogo -ndogo ili kufanikisha mpango wake wa kuachika. Siku baada ya siku matatizo kati yetu yakawa makubwa. Kumbuka mimi nilimdanganya kwamba niko njia nchi na nikirudi tu tunaoana, so hajawahi kuniona, tunachati tu mtandaoni hata video call. So mke wangu aliomba talaka na kila siku alikuwa anaomba talaka yake. Aa, hakuliki, hakupali, hakukaliki, anasema naomba talaka, japo nilikataa kwa hasira kwa sababu nilijua mimi ndo nachezea huo mchezo. Ila cha ajabu mke wangu akaamua kurudi kwa wazazi wake hey! Saa so, nikabakia home peke yangu. Kakaa mwezi mzima kwao, akarudi nyumbani, lakini kwa kulazimishwa kwa sababu wazazi wake walimwambia rudi kwa mume wako, kuna jambo kubwa la kuvunja ndoa, wewe ndio unayesababisha matatizo. Aliporudi nyumbani bado maugomvi daily basi, nikamwambia nitakupa talaka kwa masharti, unitafutie mwanamke mwingine niyowe, halafu wewe utapata hiyo talaka yako wiki moja baada ya ndoa. Sababu ya talaka itakuwa ni kwamba mimi nimekolea mke wa pili, nawe ukaamua kudai talaka. Kiukweli, mke wangu akakubali tena kwa furaha zote, akakimbia kwa mpenzi wake wa Insta. Kumbuka mpenzi wa Insta ni mimi, ila hajui <laughs> ili kumpa habari njema kuwa nimekubali kutoa talaka. Basi mpenzi wake wa Insta akashangilia na kumtia moyo kutekeleza mpango huo ili apate talaka haraka, jamani. Lakini matokeo yake yakawa tofauti kabisa na alivyotarajia, na kilichotokea kilikuwa ni cha kushangaza. Siku ya harusi ikafika mke wangu akajitahidi kweli kweli kuhakikisha harusi yangu na mchumba mpya inafanyika haraka. Alijituma kwa nguvu zote, kama mtu ambaye amedhamiria kuachika ili akaolewe na yule mpenzi wake wa mtandaoni. Akaandaa harusi kwa mbwembwe zote, of course nilipendeza mimi na mke wangu mpya, na harusi ilikuwa kali kinoma. Baada harusi siku saba zikapita, mke wangu akaja kuniambia anataka talaka kama tulivyokubaliana. Nikamwangalia kwa huruma sana, nikatoa simu, nikaingia Instagram na nilikuwa na line mpya WhatsApp ambayo hakuwa hiyo. Uh, line haikuwa na jina langu. Nikamwonyesha pia yote ambayo tulikuwa tuna chati kwenye account feki, mazungumzo yetu ya kimapenzi, picha alizonitumiega za uchi na kadhalika, ahadi uh, ambazo tuliwekeana na mpango mzima wa kuniacha. Mke wangu akashtuka sana na kuanguka chini kwa pressure. Nikamwambia yule uliodhani ni mpenzi wako ni mimi. Nilikuwa najua kila kitu, nilikuchezea ili ujifunze hapo. Nashukuru Mungu nilikuwa mimi hapo, namshukuru Mungu nilikuwa ni mimi. Je, angekuwa mwingine, si ningeshaibiwa? Ila sitakupa talaka, utaishi na mimi kama kawaida, badala yake uishi na aibu yako hivyo hivyo, na ujue thamani ya ndoa, uaminifu pamoja na heshima. Basi akaangua kilio pale, we akaishiwa paa, roho inamuuma. Kaanda harusi kwa mbwembwe, kanitafutia mke mzuri kushinda yeye, ana sharp sura na kila kitu, ili tu nisimkatae, ili yeye aondoke. Ila mwisho wa siku imemtokea puani. Mwisho wa mchezo, mimi ndo nimeshinda na nina wake wawili kwa sasa ha! anaona hata aibu kusema kwao. So, yupo yupoyupo tu anaona hata aibu kudai talaka nyingine, je yeah.